Neema katika parokia yetu Mtakatifu Paulo Mtume ambao ni kituo cha hija katika jimbo letu. Najisikia furaha na amani katika mafundisho na masomo tuliyofundishwa na mafadha wetu na dokta, na pia na watu wa mazingira. Tumejifunza vizuri mojawapo akiwemo masomo umuhimu wa utoaji zaka na sadaka na umuhimu wa Ekaristi Takatifu. Namshukuru sana Mungu kwa yote ambayo ametujalia na tumejisikia vizuri, yeah. Asante sana. Wewe unajisikiaje? Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili la hija ambayo imezikusanya parokia sita zinazounda dekania yetu ya Muhinda. Unajua, ni furaha ya pekee sana, ndio maana hata ukisikia sauti yangu kabisa yaani inaonesha wazi kabisa kwamba mtu alikuwa na vibe ya kutosha, yaani kile ambacho mtu ulikuwa unakitamani kukipata sasa umekipata. Sasa hiyo furaha, hebu tazamia hapo kwamba hiyo furaha wewe unaionaje? Yaani kwa jinsi kwamba unakuwa unakitazamia kitu, lakini kubwa zaidi nilichojifunza, uh, ni pale ambapo kwamba tumepokea mafundisho yanayotulinda sisi ama yanayotujenga sisi kama vijana, tujitambue, tujue kucheza na imani tuifahamu zaidi imani, lakini pia tujitambue kwamba tunapaswa tufanye nini kama vijana ambao sisi ndo kanisa la leo na la kesho pia. Kwa hiyo ni furaha kubwa, mwisho wa kuambia watazamaji wa St. Vedasto TV, kwanza tunawapenda sana na tunawashukuru kwa kuendelea kusapoti chaneli yetu hii kwa sababu ni chaneli ambayo kiumsingi kabisa inatambua uwepo wa waimbaji na vipaji vya watu tofauti tofauti. Kwa hiyo waendelee ku subscribe kama hivyo, waendelee ku like na ku comment, lakini pia wakishare. Ina, inakuwa inaongeza umuhimu wa kuona zaidi kwamba watu wengine wanafanya nini, tunajifunza zaidi kupitia chaneli hii hapo.